Suala la migogoro kwenye vyama vya, vya, vya ushirika hatutaki kabisa kufanyaje, kuliona na niwaambieni, wanaushirika ni wa, wa mimi binafsi sintakubali, yaani wewe usababishe, husababishe tuseme, tuone kwamba chama kilikosea, serikali imekosea, ni lazima tu prove kwamba tuko katika mwelekeo sahihi wa kuwasaidia watu, ili tujenge uchumi jumuishi. Lazima vyama vya, vya, vya ushirika vichukue nafasi yake. Yaani, huku kwenye ushirika sio mahali pa kuja kutuvuruga, alafu wewe unatuacha. Hatutakuvumilia kwa kweli, hatutakuvumilia. Kusimamia ubora wa mazao, kuanzia ngazi ya shambani hadi sokoni na pale inapomfikia mlaji, basi iwe katika ubora unaotakiwa kwa sababu tukiweza kucheza na ubora tayari tumesharibu hata jina letu la kiwilaya. Hata tumbaku ya Kahama inaweza ikapata changamoto kwenye zao la kitaifa na kimataifa duniani. Tunahamasisha wanachama wetu ili swala la kuwa na bima tulipe kipaumbele, ili yanapotokea majanga kwa kweli tuwe na mfuko na ikiwezekana watu wakatiwe bima kama ambavyo mmeweza kushuhudia kwenye mkutano, hapo kuna baadhi ya taasisi za fedha ambazo tayari zilishaweka swala la bima kwenye mikopo. Athari ni kubwa kwa wakulima inapotokea janga wakati hujajikinga ni kula hasara, lakini pale ambapo mkulima atakuwa amejikinga basi anaweza akafidiwa kwa kile ambacho atakuwa amepoteza, kwa sababu wanatoka kwenye malengo kutokana na majanga ya mvua za mawe, lakini pia hali ya hewa.